Ilikuwa na shule zake ambazo baada ya uhuru serikali ilizitaifisha shule hizo na kuwa chini ya serikali. shule Shule hizo zilisaidia sana kuwajenga vijana wetu kimaadili, kwani walipata elimu zote mbili za sekula pamoja na dini. Hata hivyo, madhehebu ya Kikristo wameomba serikali na kurejeshewa baadhi ya shule hizo. Waislamu tunaiomba serikali kurejeshee shule zilizokuwa zinamilikiwa na taasisi za Kiislamu ili kuziendeleze wenyewe kimasomo na hapo hapo kuzitumia katika taratibu za kuwajenga vijana wa Kiislamu kidini, kidunia na kimaadili. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba tena hivi sasa nizungumzie mswada wa hivi majuzi kuhusu sheria ya ndoa na mirathi. Mheshimiwa Rais, serikali hivi karibuni ilipeleka mswada bungeni wenye nia ya kufanya marekebisho ya sheria ya ndoa na mirathi. Waislamu wote Tanzania wanatoa angalizo kwa serikali kuwa masuala ya ndoa na mirathi yana taratibu na maelekezo sahihi kutoka katika kitabu takatifu, yani Qur'an tukufu. Kwa hali hiyo basi, Waislamu wangetegemea kuwa hakuna jambo lolote katika mswada huo litakalopingana na Qur'an tukufu ambalo litapenyezwa katika mabadiliko hayo. Serikali haina budi kuwashirikisha waislamu katika mswada huu ili kulinda haki na imani zao. Mheshimiwa mgeni rasmi, nichukue tena fursa hii kuishukuru serikali.